E Mungu Mwenyezi, unawajalia daima huruma yako wale unaowapenda na unakuwa karibu na wale wanaokutafuta. Uwatazame kwa huruma watumishi wako wanaoanza hija hii yao, uongoze njia yao katika mapenzi yako, ili mchana wakingwe salama na kivuli chako na usiku waangazwe kwa nuru ya neema yako Wanapotembea kuelekea huko waendako, wasindikizwe nawe waweze kufika kwa furaha. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amina. Bwana atuongoze njia yetu na awaingize na kuingize katika furaha ya wokovu, katika furaha ya wokovu wake, tuseme amina. Amina. Amina. Awe pamoja nanyi na apende kuwa sindikiza, kuwa msindikizi, kuwa wetu katika safari, tuseme amina. Amina. Kwa msaada wa Mungu, safari tunayoianza tuimalize kwa furaha, tuseme amina. Amina. Mwenyezi naye katika patakatifu

yetu ya kuja kuiji kutoka katika kituo chetu cha hospitali yetu ya rufaa ya Tosamaganga mpaka hapa, inaonesha nia ya kumtafuta Kristo kwa uaminifu katika ile hija mlioianza katika ubatizo. Hija hii izidi kuwatakasa mweze kuwa waaminifu kwa ahadi zenu za ubatizo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe sisi waliokosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu.